Assalamu aleikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa aleikum salamu warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tunamshukuru Allah tabaraka rahmani, tumekamilisha zoezi eh, la kununua ardhi kwa ajili ya kujenga msikiti. Mwenyezi Mungu tabaraka rahmani hawalipe eh, kwa kutumia ofisi mtendaji, maanake ndo tupo ofisini, lakini eh, vile vile mzee wetu hapa ndo katuuzia ile eneo eh, na mimi hu mzigo Namkabidhi afisa mtendaji gharama ya eneo ni milioni sita na laki tano namkabidhi afisa mtendaji alhamdulillahi, lakini vile vile na hati e, tutaipiga picha vizuri. Hati ni hii hapa. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu tabaraka Ar-Rahmani, Allah walipe. Amjafika mpafahamu huku, lakini baada ya kuona eneo linahitajika kwa ajili ya masuala ya Uislamu, mkajitolea chenu kwa ajili ya kufanya hili. Kwa hiyo tumekamilisha, nitapiga picha hati, watabaki nayo hapa. Mimi nitawatumia e, listi ya hati huko, pamoja na video la eneo husika. Njao, naam. Naitwa Ali Mkitagi, afisa mtendaji wa kijiji cha Matangini wa serikali za mtaa hapa e, na kili kumpokea sharuhu hapa e, na Waislamu wakija kwenye ofisi yangu kwa ajili ya manunuzi ya eneo la kujenga msikiti kwa maana ya ibada Tunafahamu serikali yetu ina dini lakini ushahidi wetu unapatikana kwenye kila imani ya dini, yanapokuja kutaka msaada kwetu wa kisheria, basi huwa anasimamia. Kwa hiyo nimepokea hivi fedha na ambazo mzee umeuza eneo lako, na sisi kupitia shesharuu naomba tukabidhi hizi fedha kwako zikiwa zimetimia milioni sita na laki tano mm -hmm. Milioni sita na laki tano limehesabiwa na imekamilika, naomba nakabidhi fedha inshallah. Mwenyezi Mungu akufanyia wepesi tena, e, msikiti huwe unajengwa kwa imani yako sana. Mwenyezi Mungu na shukran, asante, nakushukuru, shukran sana, jazakallahu khairi, shukran, asante, afwani, inshallah, shukran, naam. Lakini pia ehe, eh, huu mkataba ni mkataba wa mauziano ambao umekamilika, taarifa zake hapa. Hii picha ya muuzaji wa eneo, lakini hapa tumegonga umhuri tukitathmini kwamba waislamu ni wengi Tanzania mzima au dunia mzima, watakuja kuutumia msikiti, kwa sababu ni mali ya taasisi kwao. Tumeweka hapo nguli, tukiamini kwamba ni waislamu wowote watakaokuja, wenye imani ya dini hiyo watarusia kwenda kupata pale ibada yao pale, ili kila kitu kae vizuri inshallah. Eneo lina ukubwa wa mita mia nne elfu na mia tano lo na wenyewe ili kama dhamana yako Alhamdulillah, Allah awalipe wale ambao wameshiriki katika kutununulia eneo hili, insha Allah. Ikiwezekana katika eneo hili sasa, tunaomba tupate msikiti.